Karibuni Aroma Zanzibar. Leo tunafanya mapishi ya fajitas. Fajita ni chakula cha Kispanish. Hapa na vitunguu vangu vyeupe na pilipili boga nyekundu manjano na kijani ambazo nimezikata kwa, kwa, kwa urefu na nyembamba na nimetumia nusu ya pilipili boga ya kila rangi alafu, okay. Uh, natia na chumvi hii ni kwa kuroweka kuhakikisha kama mboga zetu zimepata viungo vizuri, alafu natia mafuta ya zeti kidogo kiasi, kijiko kikubwa au zaidi okay. Alafu natia na pilipili manga ya unga. Alafu mimi napendelea sana kutumia hii chipotle. Ni ni mchanganyiko wa viungo vingi, yani madawa uh, lakini kama huna haina sio lazima Okay, alafu na hii ni bizari ya ya bizari ya unga ya bizari nyembamba bizari nyembamba ya unga okay. Alafu utachanganya vizuri, nahakikisha kila kitu kimeingia vizuri. Taongeza na mafuta kidogo, alafu tachanganya tena. Kimaliza tatia kwenye mfuko, utaweka kwenye friji kiasi dakika thelathini. Na unaweza kutumia nyama au nyama ya ng'ombe au, au unaweza kutumia kuku, lakini kama utatumia nyama ni vizuri ku, kuroweka usiku kucha inakuwa nyama inapata kulainika vizuri, na pia iko nyama maalum kama unanunua huku inaitwa fajita yani se, ya nyama iliyokuwa laini alafu okay. Tunatumia hili libakuli letu sijalikosha, unatia kamba Napenda kutumia sana kamba kwa sababu ni kitu cha mara moja napika. Umetia na kitunguu thom na tangawizi mbichi ambazo zilosagwa na unga wa bizari ya nyembamba na chipotle, tena nimetia ile ile na pilipili manga na mafuta ya zeti tena. Okay. Alafu, tachanganya vizuri. Alafu sasa hivi tutatia uh, ganda la ndimu Nasagia ganda la ndimu juu kidogo kupata ukali ukali, alafu tutatumia hii hii ndimu nusu kukamulia maji kwenye kamba wetu okay. Okay. Alafu tachanganya vizuri. chumvi kidogo kisha kuchanganya, utatia ndani ya ndani ya mfuko, utaweka ndani ya friji, au kama utaweka kwenye bakuli utakavyopendelea mwenyewe na okay. Kwa kupikia sasa hivi mimi na nimeshaweka frying pan langu. Hili ni grill pan ambalo linakupa kama grill lakini kwenye moto wa umeme sijaweka mafuta kwa sababu mboga zangu zote zina mafuta tayari, okay. na unataka iwe moto, unatumia moto mkubwa kiasi hii. hmm. Umetoa ile sauti ya ya kuungua ile, lakini kwa vile nimetoa sauti watoto wanafanya kelele sana, mebidi nitoe sauti ya video okay. alafu tutapika mboga zetu kiasi dakika tatu usizidishe zaidi ya hapo. Nataka mboga ziwe zimeiva, lakini bado ukizitafuna unazisikia. Utaki ziwe zimeiva sana, unakuwa unatoa ile nutrition yake. okay. na vitunguu kidogo kwa vile natumia chuma cha mna hii zita, zitafanya kama mistari ya kungua, kungua, lakini ndo vizuri na ndo inavyopendeza. Okay. Alafu, tukimaliza hapa nimezi, natia kwenye sahani nazitoa kwa sababu yake ziive sana. Alafu tutatia natumia, uh, hichi hichi chuma wala huto kikosha kupika kamba, okay. Na pia kwa kamba hatusikutia mafuta kwa vile mafuta yalikuwemo katika nilivyofanya marinade. Okay. Na utapika kamba kiasi dakika mbili au tatu, na kamba usipike zaidi ya dakika nne kwa sababu zitakuwa ukizila zinakuwa kama mpira unapenda ziwe laini nzuri, okay. Alafu utageuza geuza kuhakikisha kama kamba wako wote wamepikika vizuri na wamepikika sawa sawa, okay. Sawa sawa, yani wote wameiva sawa, sawa. Okay, kwa sababu utaki kupika kitu, ukipika vitu kama hivi, kimoja pembeni kimeiva, kingine hakijaiva. Alafu tutachukua zile mboga zetu tutarudisha kwenye pan chuma chetu cha moto, alafu tachanganya na, kama unataka kuongeza kutia pilipili boga unaweza kuweka zaidi, na rangi zinapendeza kama hivi yeah. Alafu sisi sasa hivi tuko tayari kupakua chakula. Hii inapendeza kuliwa imoto imoto, na hapa tuna vitu vetu ambavyo vingine vitakwenda na hichi chakula okay, na kamba wetu tayari. Natumia mkate watotia, safari hii mimi nimenunua. Napenda kufanya nyumbani, lakini hivi kitu cha mara moja watoto walitamani, nkasikupangia sijajipangilia kwenye siku yangu kupika hii. Okay, tutaweka hapo kwenye mkate alafu tutatia, uh, salsa yetu ya embe nimetengeneza. Okay, hiyo na, na video hiyo nimeweka nami nimeshaimaliza, na inshaallah nitajaribu kuiweka kufuatia na video hii okay? Alafu na salsa ya kawaida ya tomato na guacamole na sour cream. Na pia wali safari hii pia sikupika mwenyewe, yani nimepika, lakini wali wa ulokuja tayari kwenye boksi. Lakini mara nyingine nitakufanyeni, nitakufanyieni na video ili mwone huu wali unapikwa vipi. Asanteni sana. Kwa mapishi zaidi, karibuni Aroma of Zanzibar.